Nitakuonyesha jinsi ambavyo unaweza kuchati na mtu yeyote ule katika lugha yoyote ile duniani. Kama unatumia iPhone basi download application ya Gboard, kama unatumia Android basi iweke, iwe ndio unaitumia hiyo Gboard. Uh, mwanzo nilishawahi kufanya video kama hii lakini leo nimeirahisisha zaidi. Okay, tuassume kwamba ulikuwa unataka kuchati na mtu, huyo mtu hajui lugha inayotumia, labda anazungumza kizungu, unawezaje kumtumia message? Hapo pembeni kuna hiyo alama. Hiyo, hiyo alama hiyo, sasa ukibonyeza hiyo alama itakuja hivyo, pembeni utaona sehemu imeandika translate hapo. Ukibonyeza itakuja sehemu hapo imeandika detect language. Unaweza kubonyeza hiyo sehemu imeandika detect language ukachagua ile lugha ambayo wewe unazungumza mimi sinazungumza Kiswahili, kwa hiyo nitatafuta Kiswahili. Umeona. Weka hapo. Alafu pe, kwa mbele, weka ile lugha ambayo yule mtu anazungumza kwa sababu mimi anazungumza Kizungu, basi naiacha hivyo hivyo. Pia hapo chini nitaanza kuandika kile kitu ambacho mimi nataka. Angalia pale juu, imeanza kujitafsiri katika ile lugha ambayo huyo mtu anazungumza. Kwa hiyo yeye anazungumza Kizungu, mimi Kiswahili, lakini nikiandika inakuwa inajigeuza kwa Kizungu kwa sababu ni hapo. Kisha nikituma pale, basi inaenda kwa lugha ya Kizungu. Umeona. Hivyo ndo jinsi unavyoweka. Sasa vipi yeye akitutumia meseji, sisi tutaweza kuja kuitafsiri, si hatujui kizungu tunaweza vipi kutafsiri hiyo meseji kuja kwenye lugha yetu ya Kiswahili. Ni simple pia. Utatakiwa kuwa na application ya Google Translate, ndio hii hapo. Katika iPhone unaweza download katika App Store na pia katika Android kwenye Play Store. Pia katika simu za Android wapo. Utaifungua design hiyo Pale juu utaona ya account yako utaibonyeza. Kisha, utabonyeza, neno, limeandika setting hila hapo hapo itakuja hivyo, utabonyeza tap to translate hapo, kisha utawasha hapo, use tap to translate. Utawasha na hapa chini floating, show floating icon utawasha pia, sawa. Sasa utarudi nyuma, utarudi nyuma, utarudi tena. Sasa hapo tunataka tuweke lugha ambayo tunataka tuitafsiri, tafsiri Kiingereza kwenda Kiswahili. Hiyo sehemu ya mbele utachagua Kiswahili chagua Kiswahili kutoka kwenye list, ndio hapo, ina maana English kwenda Swahili. Umeona hapo? Kisha taenda kwenye kwenye ile message zetu sasa pale uta. Alafu pia utaona hiyo icon hapo juu. Yaani kuna ile floating icon imeonekana, ndio maana ya pale tulipowasha floating icon. Kwa hiyo tukirudi hapa kwenye message tuachie tutafsiri hiyo message hapo chini hiyo ya Kiingereza kwenda Kiswahili sasa. Tutaihold alafu tenda pale juu kuna ile alama ya kukopi tutaibonyeza. Kisha utabonyeza ile floating icon pale pembeni. Hii hapo floating icon hiyo tuliyoiwasha. Ukibonyeza tu basi itatafsiri hiyo meseji papo kwa papo kwenda ile lugha ambayo wewe unataka. Hapo tumeitafsiri kwenda Kiswahili. Umeona? Hivyo ndivyo jinsi unavyoweza kutafsiri lugha yoyote ile na kuchati na mtu yoyote katika lugha yoyote ile.